Nimesimamia kitengo cha usafi Kakamega municipality. Oh, jina langu ni Jacob Juma Shamala. Nimesimamia kitengo cha mazingira Kakamega municipality. Kwa hivyo wananchi wote wa Kakamega nimeleta salamu za municipal board pamoja na manager, municipal manager wa Kakamega municipality kwa nyinyi. Sisi kama municipality tuna jukumu la kuhakikisha wananchi wa Kakamega wanakaa katika mazingira safi. Na tunafanya hivyo kwa sababu ya kulingana na sheria Kenya Constitution Article 42 inasema mwananchi yote ana ana right ya kukaa katika mazingira safi. Kwa hivyo sisi kama municipality tuko na chukumu. Tumechukua kampuni mbalimbali, tuko na Western Cross ambao wanafakia katikati ya town, tuko na Holding wanateremka kule chini, tuko na Nelgra wao kahayeka alafu walichose wanaenda mpaka kule skalakala, na sisi kushirikiana na practical action ao wenzetu ambao ni partners na Regen Organics pamoja na usimamizi wa uh, environment ya Kakamega County, tumeshirikiana ili tuhamasisha wananchi kuhusu kulinda mazingira. Hii mambo ya taka ni sheria, sisi kama manispa, inatakiwa tu enforce, na uwezi ku enforce na watu hawaelewi. Tumeanza karibu mwaka tukifundisha wananchi kwamba, takataka, ukipata takataka yako, kila mwananchi anachukumu, wewe takataka taka yako unataka uitunze, sisi kama serikali tukusaidie kuiondoa na tuipeleka mahali inatakiwa. Kwa hivyo wewe, jukumu la mwananchi ni kushughulikia kuchukua kwamba takataka imewekwa katika viwango tofauti tofauti, bila umesema ile ya kuoza na ile isiyo kuoza. ile ambayo haiozi Region Organics wanachukua wanapeleka kula matawa, wanaunda mbolea inatusaidia. Kwa hivyo wewe ukiwa mwananchi wa Kakamega usiseme hii kazi ya watu wa wa, wa, wa, wa, wa, baraza ama watu wa, wa, wa, wa county. Jukumu lako. Una jukumu la kutoa takataka na uiweke katika viwango mbalimbali. Tukipata umechanganya inataka tukushitaki sisi, tutachukua jukumu ya kushika kupeleka kotini kwamba unaharibu mazingira na watakupika fine mbaya sana. Tuko na Municipal By Laws 2022 inasema mwananchi litakatakao vizuri, watu wa maduka wawe nata, na matangi ya kuweka takataka yao, mama wa sokoni na hata ukitembea, tuna sehemu ya kuweka taka hapa Practical Action umetujengea e, e, e, e, chemba ambayo iko hapa nyuma ime cost over e, e, shilingi milioni moja. Inatakana takataka iwe, ifika pale kutoka kwa manyumba kutoka kwa maduka kutoka kwa barabara hata sokoni, ili ile ambayo inaoza iende kwa ile ambayo yosi, tunaipeleka kule rostaman na tuna watu wengine ambao wanachukua ile plastics na wanaunda viti, wanaunda vitu mbalimbali. Tuko na mtaka umekuja tuko na, uh, uh, na mtu akapokea anasiaka anayeisha, eh, eh, plastic anaunda viti anaunda viti, ana mold vitu vizuri. Kwa hivyo wananchi wa Kakamega, takataka ni mali, na kwa hivyo tunawahamasisha tunawa, kwamba cheribu kuseparate, alafu tuna kampuni zile zimepewa kazi wale vijana ambao wanacollect kwa manyumba, tumepewa tumetume, barua, uh, barua kwa manyumba ya watu kama una barua. Ukipatikana, uh, uh, unachukua takataka na una barua utachukuliwa hatua, utashtakiwa, na ukishtakiwa, faini ni kubwa sana. Kwa hivyo wananchi wa Kakamega, hii mwanzo tunatembea, kama leo tukishirikiana hiyo uh, ila agencies zimesikia zote, tukihamasisha wananchi watunze mazingira yao, usipotunza Tutakushika, tutakupeleka kotini, utapata fine ama utafungwa. Kwa hivyo, wananchi, nataka mpate elimu hii. Ni wakati wa elimu, tukimaliza elimu ni enforce. Kwa hivyo, tunajaribu sana kuweka e, e, e, mikakati mizuri ya kulinda mazingira ya Kakamega. Asanteni, pata salamu ya waziri wa nyumba mipango ya Kakamega pamoja na, e, na mpangilio na mashamba kutoka Kakamega Lands and Physical Planning Ministry na chairman wa Kakamega Municipal Board pamoja na municipal manager. Asanteni wana Kakamega, kulinda mazingira yetu. Mbarikiwe sana.